Sehemu ya pili, tunaendelea pale tulipoishia. Ibra alimuita mke wake Mariam, kisha akamwambia kwa sauti ya upole, kuna jambo nahitaji nikwambie. Mariam alisogea kwa utulivu, akamshika mkono na kusema kwa sauti ya upendo, niambie mume wangu. Ibra alishusha pumzi nzito, uso wake ukionyesha huzuni isiyoelezeka. Samahani kwa kile nitakachokuambia, alianza kusema kwa sauti ya chini, lakini sina budi. Alikaa kimya kwa muda mfupi, kisha akasema kwa uthabiti, wewe Mariam ni mshirikina. Najua utajifanya hujui kuhusu hili kwa sababu hukutegemea kuwa nitalifahamu. Mariam alishtuka, macho yakimtoka kwa mshangao. Mume wangu Ibra, una tatizo gani siku hizi? Mbona umebadilika hivi ghafla? Aliuliza kwa sauti ya majonzi, lakini Ibra aliendelea kusema, Nachokuomba kwako ni kitu kimoja tu, upokee talaka nitakayokupa. Mimi na mwanamke anayeshiriki ushirikina hatuwezi kuendana. Sina neno la kuongeza zaidi ya kusema ngasante kwa muda tuliokuwa pamoja. Mariam alimshika mume wake kwa mikono miwili, machozi yakimtoka kama mvua. Mume wangu Ibra, umepatwa na nini? Huyu si wewe niliyekuwa namfahamu. Nakuomba mume wangu, niambie shida ni nini hasa. Ibra hakujibu zaidi, alimkabidhi talaka, kisha akageuka na kwenda kulala kitandani. Ghafla mlango uligongwa. Mariam alikaa kimya, akafuta machozi haraka na kusogea kufungua Alipofungua mlango alikuta ni baba yake Ibra. Mzee huyo alimvuta Mariam kwa haraka na kumpeleka kwenye chumba cha maficho, kisha akaanza kuzungumza naye kwa sauti ya chini, kana kwamba aliogopa mtu mwingine asisikie. Mwanangu, naomba kwanza acha kulia, alianza kusema kwa upole. Pili, rudi ndani ukalale. Kesho asubuhi chukua begi lako na nguo zako zote, nenda unisubiri stendi. Ndakupeleka sehemu ukaishi kwa muda, wakati tunapanga namna ya kuyamaliza haya. Hakikisha mumeo hajui Wala mama hajue. Ukikosea hili utampoteza mumeo kabisa. Alipomaliza kusema, Mariam alitikisa kichwa kuashiria kuwa ameelewa. Alirudi ndani, lakini usingizi kwake ulikuwa ni jambo lisilowezekana. Mawazo yalimjaa kichwani, moyo wake ukisikitika, akitamani kama yote aliyoyaona na kuyasikia yalikuwa ni ndoto tu, lakini haikuwa ndoto. Ghafla, mlango uligongwa tena. Mariam alishtuka. Nani anagonga mlango tena usiku huu? Itaendelea. Hakikisha umenifollow ili kupata mwendelezo wa hadithi hii.